Sauti za maofisa elimu kata waliopo mkoani Katavi wakiashiria kupokea maelekezo yaliyowataka kutobweteka na kujitafakari ili kuhakikisha wanawajibika ipasavyo katika kuboresha elimu na kuongeza ufaulu mashuleni. Maagizo hayo yametolewa na Ofisa Elimu Mkoa wa Katavi, Dafroza Ndalichako katika kikao kazi cha maofisa elimu kata kilichoandaliwa na Mradi wa Shule Bora kwa ajili ya kujadili mambo mbalimbali katika sekta ya elimu mkoani hapa. Ndalichako amesema kila mmoja anapaswa kuwajibika katika majukumu yake kwa weledi ili kuendelea kupandisha ufaulu wa wanafunzi mashuleni. eunii kuwenda mikakati, jambo la kwanza ni kufanya tathmini ya kina kuona katika kata yako hali ya ufaulu ikoje, kwa mitihani ya darasa la nne, kwa mitihani ya darasa la saba, lakini pia kwa mitihani ile

tuziangalie shule ni shule hii imefanikiwa zaidi katika somo la Kiswahili na shule zipi zimefanya vibaya. Akizungumza katika kikao hicho Ofisa elimu taaluma mkoa wa Katavi, Mwalimu George Mtawa, amesema lengo la kikao hicho ni kuinua ufaulu wa wanafunzi mkoani hapa. Namna ya kusimamia shule una shule sita, jamani, unajua kuna kingine wenye kikambo inashindwa kuelewa. Afisa elimu kata, una shule sita, shule zile zinafanya vizuri, shule zingine hazifanyi vizuri, yani afisa elimu kata huyo. Tuko kwenye maadhimisho ya kumpongeza afisa elimu kata ambaye kata yake shule zimefanya vizuri, anaibuka huyo ka sasa rungu anakuja Alafu baadaye tunaweza amsema kata kata shule yake ni ya mwisho, tena huyo huyo anainuka. Hivi unashuka kuelewa sasa, huyu ni nani huyu? Yaani unanielewa, yaani ni ni nani huyu? Yeye ndio huyo ya shule yake mmoja ndio ya kwanza, huyo huyo unamwita tena ndio shule yake ndio ya nini sasa? Ina maana huyu anafanya kazi au kule yupo tu, kwa sababu haikuingia kilini Uwe na shule wee, kwenye kata yako una shule nne, moja ya kwanza, halafu nyingine ya mwisho. Kwa nini hiyo hiyo? Kwa upande wao, maofisa elimu kata ambao ni walengo wakuu wa kikao kazi hicho wameahidi kwenda kufanyia kazi maadhimio na maagizo yote walioelekezwa ikiwa ni pamoja na kuhakikisha wanafunzi wanapata uelewa wa kusoma, kuandika na kuhesabu wow. wow. Kwamba mkoa wa Katavi amefanya vizuri. Ili sasa kwa hichi kikao kazi cha leo au kufunza ya leo, naamini yale ambayo tumeweza kuzungushwa au k kiusimamia vizuri tatusaidia kutoka hatua ya chini kidogo kwenda juu.

marekebisho maelekezo haya tumepewa ambayo ni nia utendaji kazi, tuko tayari na tukipokea maelekezo hasa ikiwa madhumuni ya kikao kwa ajili ya kuinua taaluma katika mkoa wetu wa Katavi. Mradi wa Shule Bora ni mpango wa elimu wa serikali ya Tanzania katika ufadhili wa mfuko wa serikali ya watu wa Uingereza UK Aid unaolenga kuunga mkono uboreshaji wa elimu msingi Tanzania, ikiweka mikakati sahihi na kwa kuhakikisha watoto wote wenye ulemavu wanaoishi katika mazingira magumu, kuhakikisha pia wasichana na wavulana wanapata elimu bora. Kutoka mkoani Katavi, mimi ni Swau Mkatambo.